Mheshimiwa Naibu Spika, katika kipindi cha Julai 2024 hadi Aprili 2025, serikali imeendesha jumla ya mashauri ya madai elfu tisa na kumi na tatu. Katika kuendesha mashauri hayo, mashauri mia tisa sitini na sita yalimalizika. Kwa kumalizika kwa mashauri hayo, serikali imefanikisha kushinda mashauri 750 sawa na asilimia 77.6 ya mashauri yaliyomalizika kwa kipindi husika na kufanikiwa kuokoa kiasi cha shilingi bilioni 51.02, kiasi ambacho serikali ingelipa endapo ingeshindwa mashauri hayo. Mheshimiwa naibu spika, kwa upande wa mashauri ya usuluhishi katika kipindi cha Julai 2024 hadi Aprili 2025, jumla ya mashauri ya usuluhishi 209 yameshughulikiwa katika kipindi husika, mashauri 21 yalimalizika. Kati ya hayo serikali imefanikiwa kushinda mashauri 16 sawa na asilimia 76.2 ya mashauri yaliyomalizika. Kutokana na kumalizika kwa mashauri hayo, serikali imeokoa jumla ya shilingi bilioni 16.92 na dola za kimarekani milioni 63.34. Mheshimiwa na Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2024 wizara imefanya mapitio ya sheria ya usuluhishi sura ya kumi na tano na kanuni zake ili kuwezesha uanzishwaji na uendeshaji wa kituo cha usuluhishi ya migogoro Tanzania. Uwepo wa mifumo thabiti ya utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala ni msingi muhimu katika maendeleo ya kibiashara na uwekezaji kwa kuwa huwezesha kutunza amani ya pande zinazovutana, kupunguza muda ambao pande hizo zinatumia mahakamani, pamoja na hasara inayoweza kujitokeza katika biashara au uwekezaji.